Kutokana na hali hiyo, tatizo hilo limepewa kipaumbele maalumu miongoni mwa magonjwa ambayo matibabu yake yatatolewa na madaktari bingwa wanaotarajiwa kuweka kambi ya siku tano katika hospitali ya rufaa ya Maweni. Akitoa taarifa kuelekea kambi ya matibabu ya kibingwa na ubingwa bobezi, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi Dr. Ashraf Idd Bitaliho ametoa wito kwa wananchi wenye changamoto za masuala ya uzazi ikiwemo kushindwa kupata ujauzito wafike katika hospitali ya Maweni kuanzia Jumatatu tarehe 26 hadi 30 mwezi huu. Kweli takwimu zinaonyesha changamoto hii imekuwa ikiwakumba wamama wengi e, kulingana na kliniki yetu ya huduma za e, magonjwa ya kina mama na uzazi imekuwa ikihelemewa na na na, na wagonjwa wenye au wateja wenye changamoto hiyo. Kwa hiyo ndio maana tumeweka mkazo na tumemwalika bingwa bobezi kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili ambao wao wako mbele zaidi wanafanya ile upandikizaji mimba kwa njia za kisasa e, atakuwepo mtaalamu kutoka kwenye kitengo hicho katika Hospitali ya Muhimbili, kwa ajili ya kuja kuwasaidia wananchi wa mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani, na vipimo mbalimbali vyenye kubaini kiini au changamoto ya tatizo hiyo, alafu na matibabu na ushauri utatolewa. Kaimu Mganga Mfawidhi wa Hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Maweni Kigoma Dr. Joseph Nangawe ameelezea hatua hiyo kuwa ni muhimu katika kuboresha huduma za afya kwa wananchi wa Kigoma na maeneo jirani ambapo wanalenga kuhudumia watu elfu mbili katika kipindi hicho cha siku tano. Kambi hii ni juhudi za serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Afya kutoa huduma za matibabu za kisasa jirani na wananchi kwa kipindi cha siku tano ili kuwapunguzia gharama na kero za kusafiri kuzifuata huduma hizi katika mikoa ya Mwanza, Dodoma na Dar es Salaam. Huduma e, hizi zitajumuisha magonjwa ya watoto, mifupa, upasuaji, masikio, pua na koo, macho, uzazi na changamoto za kupata ujauzito. Pia kambi hii itakuwa na vipimo vya kisasa kama CT scan, x-ray, ultrasound mamografi na vipimo mbalimbali vya maabara. Wananchi wa Kigoma na maeneo jirani wanahitaji huduma za kibingwa ambazo awali zilikuwa zinapatikana mbali na kwa gharama kubwa.